Viini, kuleta huo ugonjwa wa kichocho. Ma, Masai, Masai kabla uondoke Uye. Mimi niko na swali kwako, Masai, naomba nikuulize hivi, unajua kwamba ukinywa maji ambayo yako na kichocho unapata ugonjwa wa kichocho? Okay, Carlos amesema hivi ya kwamba ukikunywa maji ambayo yako na kichocho huwezi pata ugonjwa wa kichocho, kwa sababu kichocho huwa kinasambazika kupitia ngozi peke yake. Masai, Maasai. Apana, apana. <laughs> <laughs> Masai, acha kuchekesha watu hapana. Sieti ukigusana na ngozi, hapana. Unaona, hizo viini zenye ziko kwa maji zitaingia kwa mwili wako kupitia ngozi yako, hizo viini zenye ziko kwa maji. Unajua, kumbuka ni ukanyage maji ama ugusane na maji, si eti kwa se... hata ukioga nayo utapata bora tu ni maji yenye umegusa ya kwenye na hizo vini za kichocho, utaweza kupata hiyo kichocho. Ni kupitia ngozi, zinatoboa mwili wako, inaingia kwa damu. Ikienda kwa damu, inaenda kwa maini, inaenda kwa utumbo, na inaenda kwa kibofu cha mikojo. Hiyo tu ndio moja yenye njia moja yenye unaweza pata huo ugonjwa, si kwa kunywa maji a a, hapana. Sabuni Hapana, hapana, huwezi weka sabuni. Kwa sababu gani? Tayari ile yenyewe ikiingia, si unajua ni kama kitu imekudunga, ni kama ile tunaingiaa hmm. na zile dudu mazitaga dudu, sindio? hmm. E, zile ikiingia, huwa imeingia ndani kwa mwili, hutajua utajua, utajua tu imeingia, utakusikia muwasho na sana sana, uta ukasema huu muwasho labda ni hizo vini za vichocho zimeingia. Hapana. Yes, yes. Mm. Ola, la, la, laba ni, laba Carlos kabla masaya apotee. Yes, yes. Labda ni kama ameuliza uh -huh. Uh, yani kama maji yako uh -huh. Na kichocho na ya yako pale kwa karai uh -huh. Na laba anataka kuugea, labda anataka kuogea labda ukiweka kitu kama omo uh -huh. Ama ukiweka nini labda yanaweza kuwa salama ama bado itakuwa si salama hapana. Kichocho yeah, a, yeah, eh, kichocho, yeah, kichocho, yeah, kichocho hakuna utafiti wenye umefanyika kuwa eti nazauawa na sabuni ama iti kwa kuweka vitu zingine hapana kuna kitu tunaitaga ile la siding eh, kwa zile vidimbwi, maybe watu wamelima wame mchele sana, wanazamaga oil chafu. Watu wengine prefer oil chafu ili waweze kuhakikisha zile konokono hazipati hewa. Unajua kuna hii tunaitaga oxygen ile iko kwa maji, ukishaweka ile blind layer ina form, ndio zinakufa. Lakini kwa karai maji hapana, kuna utafiti unaonyesha hivyo zinazaa ua okay. yes. karibu pamoja sana